Kwa hiyo kisha fungua nati zote unakuja kutoa huo mfuniko na mashine ile kule mbele ile mashine mbele inatoka kirahisi. Ila kwenye huo mfuniko unatakiwa uwe taratibu na uwe makini kwa sababu ni mgumu kidogo lakini ni unatoka. Na ukiwa haraka haraka unaweza kukuta unaharibu kwa sababu ndani ya huo mfuniko kuna vioo. Au uh, ndani kuna vioo vingi tu, yani vioo kama sita hivi au saba. Kwa hiyo unatakiwa ufungue taratibu kama mimi hapa nilivyoona hapo nishautoa. Uh, nishautwa hapo utua. Kwa hiyo kama hivyo kishautwa kama hivyo hapa na kuwa tu kirais. Kwa hiyo video tatizo sisitize kwamba unatakiwa uwe taratibu na umakini, usiwe na haraka, kwa sababu ukitizesha vibaya unaweza kukakwangua ndani, umeona ukakwangua na ukawa umeshaiharibu kabisa. Lakini pia usiwe mwoga kufungua, yaani ukuwa tu na huru kufungua, lakini usiwe haraka haraka. Baada ya hapa, unaweza kamenya linki hapo chini uh, kuangalia video inayofuata zaidi zaidi, nawaomba watu wote wanaofuatilia hii series ya kutengeneza projector, naomba msubscribe hapo chini, menyeni hiyo neno subscribe ili kunipa nguvu kijana wenu.